Ibrahim ndio wanasema abul anbiya, ni mtume alipata bahati katika cheni yake. Yeye ni mtume, kapata watoto mitume, kapata wajukuu mitume, na kapata watukuu mitume. Daraja nne zote zimetimia kwa Ibrahim. Katika watoto wa Nabii Ibrahim ni nani? Ismail alikuwa mtume katika watoto wa Ibrahim ni nani? Ishaq alikuwa ni mtume. Kwa hiyo yeye mwenye mtume na wanawe hao ni mitume. Katika wajukuu wa Ibrahim ni nani? Yaqub ibnu Ishaq, Yaqub ni mtoto wa katika vitukuu ni mtoto. Kwa nini Mungu, kama itakuwa kwa tafsiri, walidi ni Ibrahim, kwa sababu Ibrahim pia ndio babu katika silsila ya Mtume Muhammad, kwa sababu mtume katika babu zake ni Nabii Ismail. Ismail ni mtoto wa nani? Wa Ibrahim kwa hiyo sisi ni mzee wetu Ibrahim, wawalidin wamawalad, wamawalad, yaani wawalidin wamawalad. Allah anamwapia kila mzazi pia anaapia kila alichokizaa mpaka wanyama, ndege na wadudu. Wawalidin wamawalad, kuna wadudu wanaponong'ona, kila mmoja anatazama kwake Mungu anawapia kwa maana kuonesha miujiza. Ndio, wamekutana wananong'ona lugha hii, unanielewa? Huyu anatazama huku na yule anasogeza gari yake, anaunganisha hapa na yeye anatazama kule, lakini wapo katika kiwanda, hawajaelewa. Mungu anamwapia mzazi, kwa sababu kila mzazi ana mifumo yake ya makutano na namna ya kushika ujauzito na namna ya kuzaa. Wapo wanaozaa watoto, wapo wanaozama, wanaotaga mayai.